Naam, mtazamaji wa Trend TV, kwa mujibu wa dada yetu kwenye upande wa habari za entertainment hapa Tanzania, huyu hapa si mwingine bali ni Maymatha wa JS. Maymatha bwana amezungumza jambo ambalo limewaacha eh, mengi amba watu wengi sana mdomo wazi, kitu ambacho watu wengi sana walikuwa hawajui na wamebaki kushangaa kwamba what is going on? Kwa nini imekuwa hivyo? Na maswali mengine mengi kichwani ambapo watu wamekuwa kwamba wakijiuliza kuhusiana na hii issue ambayo inaendelea au sakata ambayo inaendelea kati ya Jux na Pricy. Unafahamu kwamba Jux na Priscilla ni mtu na mumewe mpaka sasa hivi tayari wameshafunga ndoa ya dini ya Kiislamu kinyamwezi kabisa, kiroho safi. Inasemekana kwamba Priscilla alibadilisha dini kumfuata mumewe na amekuwa Muislamu, hivyo basi Priscilla, sasa hivi ni Muislam amefunga ndoa na Juksi ya Kiislamu hapa Tanzania, Dar es Salaam, na sasa hivi hapa ni kwamba hiyo sherehe inafanyika tena, sherehe nyingine huko Nigeria ambayo imepewa kwa jina la, la Royal African Wedding ambayo inafanyika huko Lagos. Na hii ni baada ya uzinduzi wa movie ambayo Priscilla amehusika huko Nigeria, ambayo movie hiyo baada tu ya kuzindua ndani ya wiki ya kwanza imeshaingiza pesa za Kinaijeria Naira milioni 155 na ni jambo ambalo lina ndio movie ambayo inaongoza huko Nigeria kwa sasa. Kwa hiyo baada ya hiyo movie kuzinduliwa, Juksi alikuwepo huko uzinduzi wa movie hiyo lakini pia bado wapo huko kutokana na kwamba kuna sherehe za harusi yao zinafanyika pia upande huo wa Nigeria. Umeona bwana, eh? Sasa basi, huku Maymatha bwana amekuja kudondosha dongo kwamba, kuhusiana na mahusiano haya ya Juma na Priscilla tokea wakiwa huku Dar es Salaam, tokea wanafanya harusi yao huku kwa mara ya kwanza ile sherehe yao ya kwanza huku Dar es Salaam. Ni kwamba kwa mujibu wa Maymatha anadai ya kwamba, kwa kwamba tokea wanafanya harusi huku Dar es Salaam, Priscilla alikuwa tayari ni mjamzito. Umeona eh, kitu ambacho watu wengi huenda walikuwa hawafahamu ni kwamba Juxi, na Priscilla wanatarajia kupata mtoto hivi karibuni, na kutokana na kwamba Priscilla ni mjamzito. Lakini kitu ambacho kimeibua controversy ni issue ya ujauzito huo, sasa, ambapo Maymatha bwana amezungumza, ameweka bayana kwamba ni ujauzito wa kupandikiza ujauzito uja wa kupandikiza. Sasa ujauzito wa kupandikiza unaweza ukawa una na maswali mengi sana, mtazamaji. Tendo la ndoa then mimba ikatungwa? Hapana, huu ni ujauzito ambao mtu anaenda hospitalini, anawekewa mwanamke, anawekewa mbegu za mwanaume ili apate ujauzito huo. Ndo ujauzito wa kupandikiza, sio ule ujauzito wa kawaida. Umeona bwana. Sasa hicho ndo kitu ambacho Maymatha amekuja kukizungumza ambapo watu wengi sana wamebaki mdomo wazi na kushangaa kwamba hey, imekuwaje? Imekuwa hivyo, kuna mtu labda ana tatizo. Yeah, ni binti, Priscilla ndo mwenye tatizo kwamba anashindwa kupata ujauzito kwa njia ya kawaida ya kibayolojia ya kukutana na mumewe, au ni Jux ndiye mwenye tatizo, ni kwamba anashindwa kupata ujauzito, anashindwa kumpa ujauzito Priscilla, kwa kawaida, kwa njia ya kukutana na mkewe So hicho ndo kitu ambacho watu sasa wanajiuliza baada ya Maymatha kuzungumzia hilo swala. Kwa mfano, kuna mtu apanaitwa magii mati wane anasema kwamba e bwana, mai ndio maana anatakaga kupigwa huyu. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba Maymatha uwaga wanatakaga kumpiga kwa mtu asema, bwana why would anyone go and really tanish JP to this extent. Kuna mtu ameandika kwamba kwa mtu nini, mtu anakuja kuongea vitu vya uongo kiasi hiki especially at the time when they are in the celebration mood, hususan katika kipindi ambacho wapo katika mudi ya kusherekea. Did they confess to anyone that they did it? Kuna mtu ameuliza hapa kwamba kuna, kuna uhakika gani kwamba kuna mtu amekuja kuzungumzia hili swala, je, ni wenyewe wameconfirm kwamba kweli wamefanya hivyo kwamba ni huyu binti amepata ujauzito kwa njia hiyo ya kupandikizwa? Haya, kwa mtu hapa amekuja ameandika kwamba, bwana, mlikuwepo makalio yenu nyinyi wa Tanzania mpoje, mbwa nyie, mnajiropokea tu vitu ambavyo havipo wewe ndo mashavu yako haya. Oh, sasa kuna mtu aa amekuja kudondosha matusi, hajapendezwa na hiki ambacho kimezungumzwa na Maymatha, kusema kwamba Jux amempatia amepat, mimba mkewe kwa njia hiyo ya kupandikiza ujauzito, yani artificial way. Umeona bwana eh? kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hii kwa ni kitu cha kawaida kabisa hata huko Marekani na nchi nyingine ambazo zimeendelea ni jambo la kawaida kabisa, lakini kibongobongo inakuwaga kama fedhea kuona kwamba mwanaume unashindwa kumpa ujauzito mwanamke wako mpaka unampeleka hospitali anapandikizwa ujauzito eh, kwa njia ile ya hiyo njia artificial ya mwanamke kuwekewa mbegu hospitalini. Umeona? kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kuna watu huwaga wanaonaga kama vile ni fedhea, ni mapungufu, ni udhaifu na vitu vingine kama hivyo, lakini ni kitu cha kawaida kabisa katika nchi za wenzetu ambazo wameshaendelea. Na ndio maana hapa unaona kwenye comment watu wengi sana wamekuja kumtukana huyu Maymatha baada ya kutoa hizo habari publicly. Umeona eh. Kuna mtu ameandika, kwani kwani kwani kaka jogoo apandi mtungi au usta mwingi, hebu niache umbea au nizidi mpaka nisutwe. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa msukumo wa bwana mlikuepo wakati anapandikizwa kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu amesema kwamba bwana Priscilla alikuwa na mtoto. Kuna mtu ameuliza ujauzito wa kupandikizwa ndio unakuaje? Sasa huyu mama ni shida kweli. Kuna mtu, kwa nini sasa mpaka wakapandikize hawana via vya uzazi? Kwamba bwana elimu ni zero. Mtu anayepandikizwa anawezaje kusafiri? Hebu tuache e, tutafuteni elimu kwanza kuliko kubwabwaja bila sababu. Kuna mtu amekuja kukomenti hivyo pia. Kuna mtu mna mna uhakika na hicho anachokisema huyu dada? Na jamani, ujauzito wa kupandikizwa tena, mbona hili hili neno kwangu mimi ni ni. Kuna mtu amekuja kuuliza kwa mtu mwingine kwamba bwana, kwa nini kupandikizwa? Lakini kwani jogoo apande mtungi? Mtu mwingine amekuja kuuliza hivyo tena. Kwa mtu anasema bwana, kwa nini apandikizwe? Yani hilo ndio swali kubwa. Naona comment nyingi sana wameandika hivyo. Umeona, kwa mtu anasema kwamba bwana, na nyinyi basi niendeni mkapandikize kama ni rais. Umeona bwana, so kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kifupi ni kwamba hii ni issue ambayo imewashtua imewashangaza watu wengi. Umeona na huyu Maimatha kuja kutoa hizi habari ni moja kati ya vitu ambavyo vimewaacha watu wengi sana mdomo wazi. Kwa mbwana, jimama, linalo, eh, linaniboaga hili hatari kwa kwa bwana, kwani Juxi nguvu hana mpaka apandikize? Mbona sijaelewa hapo? au ndo au ndo mjini nimechelewa kuja. Kuna mtu amekuja kuuliza pia kwa bwana, these people most of them are illiterate. Kuna mtu ameandika kwamba baadhi ya watu hapo wanaonekana kabisa kwamba ni wajinga. Haya, kuna mtu amesema bwana hii ni backward set people. Kuna mtu ameandika hivi kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana yu Tanzanian bloggers mnatuchanganya. Kwa mtu ameandika hiyo, so kwa kifupi ni kwamba hii ni moja kati ya topic ambazo zimefanya comment za watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao baada ya huyu Maimatha kusema kwamba Juksi amempa huyu Priscilla ni mjamzito, lakini ujauzito wa Priscilla ni wa kupandikizwa hospitalini, sio ule wa biologically wa mtu kukutana na mkewe then ujauzito ukapatikana. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdao bwana, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. tutasoma na kureply kila comment ambayo tunaiona, lakini pia vilevile bwana vile hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe, hmm. Hakikisha unafanya hivyo kwa ajili ya kupata update zaidi.